Kwa hiyo uh, uko very very tough. Uh, lakini kama unakumbuka uh, wakati tulifanya interview nilikwambieni kwamba unahitaji kumheshimu mkubwa wake unakutana naye, alafu msome kwenye mazuri yake, alafu muangalie kwenye udhaifu wake. Mimi nilichokiona Singida, kwenye, kwenye kumiliki mpira ana uwezo zaidi ya mimi sasa, mimi nilichokitengeza zaidi ni how vipi, wanapokuwa na mpira wao, mimi how vipi naweza kuzuia wasini zuri, na hicho kitu nimefanikiwa. Lakini wakati gani wao wanapokuwa nafanya, wana, wanafanya hizo tempo za, za kutoa attack uh, mimi nakuwa nikinyang'anya kwenye, kwenye position ambazo wao wanakuwa wako off, mimi niweze kutumia hizo nafasi, na kweli nimeweza kuzitumia na nimefanikiwa. Unakwenda kumbana na mshindi kati ya Azam ama KMK, wapinzani wako, na watazamaji uh, na nusu fainali kwa upande wako, nachokiangalia eh, kwangu mie, so tatizo tatizo, hau vipi unawaandaa vijana wako JKU? when i come back is 2-2 sometimes uh, tunasema kuwa katika football na ni tournament uki leave tourna uki leave the tournament mcheza uh, team irudi katika mechi then you don't have a chance kwa kwa penalti ambazo ni given so it's as simple as this tuli set up ourselves to win the match but of course tuli allow the opponents waka come in the game so that's uh, how the the, the football is so you, we, we, bounce uh, tunachukua the situation and we move on